Huyu katokea huyu, huyu ndio kaingia huyu. Ah, huyu kamgonga yule kule jali maeneo ya piko e, hapa Mnazi mmoja hii ndo wenye shida hii, kakimbia takuwa make hapo amemtafuta